Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Saint Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 4 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Yohani wa Damasko, padre na mwalimu wa Kanisa. Mwaka 749 Yohani Alizaliwa Damasko nchini Siria na wazazi wa Kikristo mwisho wa karne ya saba. Zamani hizo, mji wa Damasko ulitawaliwa na Sultani Oman. Ingawa baba yake Yohani alikuwa Mkristo, alikubaliwa na Waislamu na akafanywa liwali kwa sababu ya haki na utaratibu wake. Yohani alipata elimu yake kwa mmonaki mmoja mgiriki jina lake Kosma. Alipokufa baba yake, Yohani akafanywa liwali mahali pale. Alitoa hukumu kwa sifa ya haki kwa raia wenzake, wala hakuna aliyemwonea. Alikuwa mwema na alionyesha moyo wa usawa kwa watu wote tena hakujivuna ingawa alikuwa mtu mkuu vile katika nchi chini ya sultani. Wakati ule kaisari wa Roma jina lake Leo Msori alikuwa akiidhulumu dini. Yeye alisema mtunza sanamu ni mwabudu sanamu, basi aliamuru sanamu takatifu zivunjwe. Watu hawakuruhusiwa kuwa na sanamu makanisani au majumbani kwao. Aliyeivunja amri hiyo aliadhibiwa vikali. Walimu wengine hasa Yohani wa Damasko walimwandikia kaisari nyaraka za kuzikanusha hoja zake. Kwa vile Yohani alikuwa chini ya serikali ya Waislamu, hakuwa raia wa kaisari na hivi hakuweza kukamatwa na kufungwa kwa ajili ya msimamo wake huo. Akiwa bingwa katika falsafa na teolojia, aliandika Imani ya Orthodoksi mintarafu mafundisho ya Kanisa, hasa dhidi ya wale waliohimiza kuharibiwa sanamu takatifu. Kitabu hiki husomwa sana na maaskofu na Wakristo popote duniani kwa sababu alipenda kumtumikia Mungu zaidi. Yohani alijiuzuru kazi ya uliwali, aliuza mali zake, akawagawia maskini, kisha akaingia umonaki katika monasteri ya mtakatifu Sabas karibu na Yerusalemu nchini Israeli. Huko alikutana tena na mwalimu wake Kosma. Huyu alimshauri, usifuate mapenzi yako mwenyewe hata siku moja. Ujizoeze, ujiona si kitu. Usijipendekeze. Usikipende kiumbe chochote kwa ajili yake tu. Usiingize upendo wowote moyoni mwako ila ule upendo wa kumpenda Mungu. Kila siku mtolee Mungu kazi zako, masumbuko na sala zako. Usijivune kwa sababu ya elimu yako wala kwa sababu yoyote ile. Ungama mbele ya Mungu ujinga na udhaifu wako. Kaa kimya, ukifahamu kwamba ni hatari kufunua mdomo wako pasipo lazima. Weka nia ya kuzungumza maneno mema katika monasteri hiyo alipewa upadre. Daima alifanya kazi ngumu pamoja na wenzake, hakuchoka kusali na kumuwaza Mungu. Alikuwa mnyenyekevu sana, alitumia elimu yake ya teolojia katika kuandika vitabu vinavyoeleza mafundisho ya dini, kutunga nyimbo na pia kupinga wafitini wa dini Waliosisitiza uvunjaji wa sanamu takatifu. Alikufa mwaka 749. Yohani wa Damasko alitajwa kuwa mwalimu wa kanisa mwaka 1890. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mtakatifu Yohane wa Damasko, padre na mwalimu wa kanisa.